Neno. Sisi. Na imani. Nilo neno. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku, leo Alhamisi, juma la kwanza, kipindi cha majilio mwaka A, mwaka wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya ishirini na sita aya ya kwanza hadi ya sita, na injili kutoka katika Injili ya Matayo sura ya saba aya ya ishirini na moja, aya ya ishirini na nne hadi aya ya ishirini na saba. Karibu tusikilize injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu akawaambia wafuasi wake, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga nyumba ile, isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye, atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha Mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga nyumba ile ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Neno la Bwana. Sifa kwako, ee Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, katika injili ya siku hii ya leo Yesu anafafanua ukweli wa ndani kuhusu imani, tabia na msingi wa maisha ya mwanadamu. Hapa Yesu anatufundisha kwa maneno. Anafunua siri ya mafanikio ya maisha ya kiroho, kijamii na kimaadili. Anatuambia kwamba hatutapimwa kwa maneno yetu bali kwa matendo yanayothibitisha uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu. Yesu anaanza kwa kusema: si kila aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Maneno haya yanagusa moja kwa moja moyo wa mwanadamu kwa sababu yanafichua tofauti kati ya imani kwa maneno na imani kwa matendo. Ni rahisi sana kusema ninamwamini Mungu, lakini ni jambo tofauti kuishi kila siku kwa namna Mungu anavyotaka tuishi. Wapo watu wanaotamka jina la Mungu mara nyingi lakini maisha yao yako mbali na mapenzi yake. Hapa Yesu anatukumbusha kuwa Mungu haangalii tunachosema tu, bali tunachofanya na kukiishi. Hivyo Yesu anatoa mfano wa watu wawili, mwenye hekima na mpumbavu. Mfano huu wa kina una nguvu sana, kwa sababu unagusa maeneo yote ya maisha ya kiroho, kihisia kijamii na kimaadili. Tuanze kwa kumwangalia mtu wa kwanza. Mtu mwenye hekima ni yupi? Mtu mwenye hekima anatenda neno, haridhiki kusikia tu. Yesu anasema kwamba mtu mwenye hekima ni yule anayesikia neno la Mungu na kulitenda. Huyu anafananishwa na mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mwamba ni kitu kisichotikiswa, ni imara, ni kigumu na kinaweza kuhimili misukosuko ya mazingira. Mtu huyu anayejenga juu ya mwamba ni mfano wa Mkristo, anayejenga maisha yake juu ya Kristo, juu ya mafundisho ya Injili, juu ya sakramenti, juu ya tabia njema na juu ya utakatifu. Lakini kujenga juu ya mwamba ni kazi ngumu. Haifanyiki kwa siku moja, inahitaji muda, jitihada, uvumilivu, uaminifu na kujitoa. Hivyo ndivyo ilivyo pia katika safari ya imani. Hakuna anayekuwa mtakatifu mara moja, hakuna anayekuwa mkomavu kiroho kwa siku moja tu. Ni safari ya hatua kwa hatua, ya kushindwa na kusimama, ya kulia na kufarijika, ya kuanguka na kuombewa nguvu lakini mtu anayejenga juu ya mwamba hapotezi mwelekeo kwa sababu analijua neno, analitekeleza, na analifanya kuwa sehemu ya maisha yake. Lakini mtu mpumbavu anasikia, lakini hatendi. Yesu anasema kwamba mtu mpumbavu ni yule anayesikia neno, lakini hataki kulitenda, anajenga nyumba yake juu ya mchanga. Mchanga unaonekana laini, rahisi kufanya kazi, usiohitaji nguvu nyingi. Inaonekana njia rahisi na ya haraka, lakini tatizo la mchanga ni kwamba hauwezi kuhimili misukosuko. Ikija mvua, mafuriko, upepo, nyumba huanguka. Mchanga ni mfano wa aina ya maisha yasiyo na msingi, kama vile Ukristo wa mazoea kwenda kanisani bila kubadilika ndani ya mioyo yetu, imani ya juu juu inayowaka Jumapili na kupungua juma lote zima, kutegemea mihemko badala ya uamuzi wa ndani, kuelekea sifa za watu kuliko sifa za Mungu, kusema Mungu yupo, lakini ni maamuzi yanaonyesha vinginevyo. Huu ni msingi dhaifu ambao hauwezi kustahimili majaribu ya maisha. Je, ni mara ngapi tunajiuliza sisi kama Wakristo? Na pia leo ningependa tujiulize swali hili. Tunajenga juu ya mwamba au mchanga? Tafakari hii inatuita kujiangalia. Je, sala zangu zinanijenga kweli au ni maneno tu? Je, neno la Mungu linanibadilisha au nalichukulia kama hadithi? Je, misingi ya maisha yangu ni Kristo au ni dunia? Hivyo, mwisho wa tafakari hii, Yesu anatupa ujumbe mmoja muhimu. Chagua hekima. Hekima si kujua tu bali ni kutenda yaliyo sahihi. Ni kujenga maisha yako juu ya Kristo, mwamba usiyoweza kutikisika. Hata dhoruba zikija, na lazima zije, hutaanguka, kwa sababu msingi wako ni Mungu. Tukimtegemea Kristo, hakuna jambo litakalotuangusha. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyokuletea tafakari hii ni mimi Fratel Emmanuel Bija wa shirika la Wamisionali wa Damu Takatifu ya Yesu, kutoka Seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari Del Bufalo, Kola, Morogoro.